Wapongeza ndugu zangu waandishi wa habari kwa kuitikia kwa wingi na kuja kwa namba kubwa kutusapoti kwenye hili jambo. Mimi naitwa Ali Shahaban Kamwe natokea Jamhuri ya, ya walamba utamu hapa Tanzania. Kushoto kwangu ni jamhuri nyingine ya wagawa utamu hapa Tanzania. Na mwisho ni ndugu zetu, marafiki zetu ambao hivi karibuni wamepita na mai wetu <laughs> nzi nikuambie, ulituumiza sana ulivyosema kwamba mai wetu ameshakuwa kuwa mshangazi. <laughs> Sisi tunafahamu kukaa muda mrefu, hawa watu hawajagawa utamu si jambo linalowafurahisha. Kwa hiyo wametafuta sababu ya kutugaia utamu, na tuwaambie kwa sauti iliyonyooka tuko tayari kupokea utamu. Na kwa sababu mmetafutana wengi, tunaamini pia utamu huo utakuwa wa kutosha. Mtu kama mzalamu na nyama hizo akiamua akupe utamu bila shaka, tarehe ishirini na moja pale KMC Complex, Wanayanga tutaondoka tukiwa na raha la <laughs> kuwasisitiza ndugu zangu, wagawa utamu, wenda labda mkawa mnafikiri kuna mtego mmewekewa, mje mkamatwe pale KMC nataka <laughs> niwahakikishie usalama wenu, pia ni jukumu letu sisi Yanga, hamna <laughs> mtu atawagusa pale KMC. Njooni kwa wingi muenjoy game, kwa sababu sasa hivi malalamiko mnayonipatia kwamba mnaishi kwa mashaka, nataka niwatoe wasiwasi. La kumalizia mechi hii tarehe 21 siku ya Jumapili. Na kwa sababu ndugu zetu nyie, siku ya tarehe 22 mna Albadiri, siku hii ya tarehe 21 tutakuja na mbuzi maalum wa kuwakabidhi mkamchinje kwa ajili ya Albadiri yenu ya siku ya Jumatatu. Mbuzi huyu ataletwa na jasusi wetu ambaye atakuja kumkabidhi pale pale uwanjani na tunaomba mkamtumie vizuri mbuzi huyo, akawasaidie kwenye albadili yenu ya siku ya Jumatatu. Atupokei, atupokei, atupokei mbuzi wa wizi, sawa. Atasababisha albadili gongi, mwamba. Sawa. Lakini sisi mbuzi tutamleta atupokei na, na uzuri ni kwamba wewe unaweza kukataa, lakini Mandara hawezi jaa ya Mandala nitaidhibiti. <laughs> taweza kudhibiti njaa ya Mandala, lakini njaa ya Kisugi <laughs> itamdibit. Lakini la muhimu mbuzi atafika, nikwambie kwamba mbuzi tayari, tutaongeza mmoja, ndugu zangu waandishi wa habari Sasa kumekucha. <tabili> Lakini laki pia semaji. Kitu ambacho wamemisa ni kunywa supu sawa badili. Hakuna badili kwa sababu. Elewa. Kwa sababu ndugu zangu waandishi wa, wa, wa, wa <tabili> <tabili> <tabili> <tabili> <Notele> habari ukianza kukauka mmoja mmoja. Sasa uzuri ni kwamba kabla hatujakauka sisi mm. Nyie mtakuwa mshaisha, ndio uzuri wa <laughs> hili jambo. Kwa hiyo ikifika nia njema watabaki ndo, nasema hivi kwenye eh, nia njema eh. We <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> una Una na Simba watabaki. Wewe unajiona wapi? Wewe unajiona napenda sawa. Tumbe kilicholaaniwa hakiwezi kulaani mimi, <laughs> niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari tulichokwenda kukifanya Ahmed amekiita hapa festival, na dhamira ambayo tuko nayo, malengo maono ambayo tuko nayo, ili jambo liwe jambo la kudumu anatoa taarifa kwamba atachelewa kwenye press saa sita. Kama una shida ya kutaka kujua mnachoenda kukiongelea, niambie tu, nikuulizie kwa jasusi ni <laughs> wasio na haraka sisi, tunajua tunakwambia, tunajua. Kama una shida ya kutaka kuongea kitu gani, niambie tu, tuhamishi sitaisha, nyoosha maelezo, aliyekusaidia unapiga picha hapo kwenye press huko nini, nitakusaidia kujua <laughs> tunatamani jambo hili liwe kila mwaka, tuwe na festival ambayo itatukutanisha mashabiki wa klabu hizi kubwa hapa Tanzania, lakini pia na mashabiki wa klabu mbalimbali kama wenzetu wa Azam Football Club. Leo hii tumeanza kujumikanao, leo wamekuja Azam, Azam, Azam. kwa miaka ijayo tunaamini kwa miaka ijayo, kwenye kuboresha jambo hili, huenda tukawa na festival labda ya timu zinazocheza kimataifa. Azam naye akapata ya mechi yake na Singida wakacheza, japo tunafahamu kunaweza kuwa na changamoto kidogo ya idadi ya mashabiki wa hizo timu, lakini tutakwenda nao hivyo hivyo. Baka, kwa, kwa kwa mwakani watakuwa wameshaajiriwa. Amri anasema kwa mwakani <coughs> Mb. <hawa, tos> <we hawatukuwa tos> bahati mbaya, wewe utakuwa umeshakwenda kwenye ngano zako <coughs> <coughs> wamekwenda kwenye sukari, natulazimu tafute mashabiki. Okay. Kwa hiyo <laughs> dhumuni kubwa ya jambo hili ni kuionyesha watu wote ambao wana mashaka kwamba simba na yanga wameshaacha utani wao, wapo kwenye levo sasa. Watu wanasema ni maadui, hilo sio kweli na tutakwenda kulithibitisha hili kwa vitendo. Sisi ni watani wa jadi nje ya dakika 90 sisi ni marafiki, sisi ni ndugu na jamaa, tunatoka katika mitaa inayofanana tunatembea pamoja, na waliopata bahati wenzetu wa yanga wameoa pia upande wa Simba. Kwa hiyo sisi ni familia Upo, nyie ndo mmemsaliti aji, nyie. Jambo hili latuhusu wote ambao tunapenda mpira, tarehe ishirini na moja kwenda kuambukiza mbegu hii kuipandi, kuipanda mbegu hii ya utani wa jadi, tunaamini wewe baba ambaye ni shabiki wa Yanga, wewe baba, wewe mama, wewe mlezi ambaye ni shabiki wa Simba, utakuja pia uwanjani na familia yako, mtoto wako ukimbeba kuja naye KMC Complex, siku ya Jumapili, unakwenda kupanda mbegu nyingine nzuri ya utani wa jadi wa Simba na Yanga kwa miaka mingi zaidi huko mbele. Tupo kizazi hiki, lakini kuna kizazi kingine kitakuja baada ya sisi inatakiwa kione sura ya utani sura ya urafiki na sura ya upendo baina yetu. Ahmed ameshazungumza mengi na sitaki kupotezea muda kwenye hawo ambayo amezungumza, lakini tutahakikisha kuanzia saa sita, ambako ndio mageti yatafunguliwa, kutakuwa na burudani ya aina yake mule ndani hapa kwamba tutakuwa na wasanii mbalimbali ambao watakuja kuburudisha, lakini kimsingi, Simba watakuja na tundamani peke yake wasanii <laughs> mwingine wa maana ambaye anashabikia hii timu. Kwa hiyo sisi kama Yanga tutakuja sisi kama Yanga tutakuja kuhakikisha eneo la burudani tunalisimamia kwa asilimia mia moja.

yamuzi na yeye tutamwalia kimamuzi aje, tutamjua siku hiyo, upande wake huko huko, kama atakuwa ni upande huu wa Yanga au upande wa Simba. Kwa hiyo kubwa ni kuwaomba ndugu zangu waandishi wa habari, bebeni salamu hizi, zifikisheni mbali iwezekanavyo na tunawaomba mashabiki wa mpira jitokeze kwa wingi kuja KMC complex kunisapoti hili timu. Ndugu yangu hapa ananibinyabinya, ana kwa muda na ana shughuli nyingine za kufanya, kaona mimi niishie hapa. Kuna wazungumzaji kwa upande wa mashabiki, tuwape nafasi basi kwa